Ni kodi za kitaa na fadi kizo. Mnakela mm. Hmm. Mnakela mnakela tena, sio kidogo, mnakela mno. Wakaka hapa nazungumza na wavulana na vijana wa kiume. Jamani, kwenye daladala unapanda nakwambia, kondakta anapofikia ile stage kinua laki, sijiyi, ya kusema rudi nyuma, basi ile kaka akiinua hivi kono lake akaeka labda ndo kwenye sijui nondo ya kushikia ile, jamani, hiyo jasho nayo toka hapo eh. Wakaka, tujitambue basi, tukitoka nyumbani tuogeoke visopsopu eh, na visabuni vimetoka vingi tu siku hizi, tununue tujiogeshe, jamani, kwapa harufu basi, akilipiga hivi upande wa mashariki, watu wote abiria mm, mm, hawaongei. Akilipiga huku kaskazini, ndo konda atangazia sijui vituo. Watu jamani, mm, mm, eh, tujitambue, wavulana, wakaka Tunapoenda makazini tujioshe vizuri, mili yetu inukie, na ving'amuzi vile tujipulizie vya pafyumu jamani. Unakuta mtu ananuka kakupita vei, unasema eh, shombo siuli la nini hilo limepita, na hapo haja kusalimia, akikusalimia umeelewa eh? Hii ndio kodi ya leo.